Oh, vile daktari nili, ile siku venye alikuja akaniita kando na akaniambia hmm, do you know that your boxers huwa zinapotea, then nika flashback, nika... nikasema ni maneja wake. Mbona uitikie kupewa boxers zake na magia magia magia, ilikuwa inaletwa kwani mimi nilikuwa napewa a, sitaki kukuongelesha vibaya. Jua heshima

Alafu umesema pia daktari mliongea naye jana, kuna vitu zenye alikuambia. Unajua uzuri wa daktari pia anaweza fanya kazi kiwa mbali, so alikuwa busy kidogo, so kuna mambo pia alikuambia. Sasa hujaikuwa open useme hiyo ni mambo yako na yeye, mlikuwa mnaongea, si ndio? Yeah, so nataka tu kuwa open utueleze hapa hivi, tujue, kila mtu ajue, tuweke mambo wazi, sawa? Eh, ya umejua, umenishangaza sana eh. Mama Kejudi amenishangaza sana kusema kwamba Magi ni dadake mm -hmm. na imenikumbusha vitu mingi sana mm -hmm. besides hiyo pesa zenye nimesema, auditor atakuja kuangalia those things mm -hmm. yaani, nilikuja nikagundua kwamba mm -hmm my own umejua, vitu zikikuja mpaka zinaguza mwili wako mwenyewe, hasa nguo za ndani. Hapo sasa unajua, sasa si unajua mwanaume uko na boxer mm. inawaya zino mm. uko nazo sasa mm. mara nyingi nakuja nazo mm. kama anaweza kuja nazo kama tatu ine nikipak l nikitaka kupak niende kwingine mm. napata mbili, moja is missing mm. you know and I don't take care so much about it. Nikaona ah hivi vitu vidogo nitanunua zingi mm. so vile daktari nili ile siku venye alikuja akaniita kando na akaniambia, mm. do you know that your boxers zinapotea? Then nika flash back nikagundua ah, mm. kumbe my friend, nina kuli wangwa kumbe na hizi boxer pia kwa mm. sababu, si kawaida boxers zinapotea, zinapotea mm. mimi na fanya tu ah, nitanunua nitanunua. Umejua hata jana tulikuwa tunabonga, akasema hata yako na uwezo naweza fanya kazi kutoka kwa mbali mm. akasema kuna mambo mengine baadaye atanielezea. Sasa, mm. hiyo kitu imenishangaza. Na nataka huyu. Mm. Huyu, huyu Mama Kejudi huyu mm. aniambie na magii wao mm. wanafanya nini? Isije ikawa kama kumbe boxers zangu mm. room, mm. room, mm. kwa sababu umejua hiyo room iko kwa hiyo hotel na mtu mwenye ana access hapo ni mm. Mm. Mm. ni Magi peke yake. Una assume vitu zingine unaona kama hizi mm. vitu ni ndogo mm. Mm. hakuna tena vitu kaindo vinakaa kama aibu, that's why si kutaka tuongelele mbele ya uh, kamera mm. nao inanikula, kumbe vitu zinanikula ndio hizo mm. ebu atuambie, ebu ukweli

uzuri saini wakati wa kuwekelea kila kitu juu ya meza kenye inasema si isikwe uko na unahusika na hizo boxa kupotea, Sara. mm. Akaniambia mm. e, kuna venye alikuwa anataka huyu mzee mm -hmm. mm -hmm. ajifundishe, mzee na hupo umejifundisha mpaka sasa. mm. Na yeah. Akasema amepatana na daktari mmoja ambaye simjui mm. Though hata siku anajua from the word go chenye anafanyanga nazo mm. Mimi niliasumu since ni bwana yake haina shi mm. haina, mm. haina shida mm. So nika tukongea na, na Magi mm. Nimemwambia imewambia Magi ni dadangu mm. Kamwambia kama kuna kitu personal mm. ya huyo ya Mark yenye tunaweza tukapata, ili personal yenye mm. tunaweza tukapata mm. akuwa anale mm. analeta mm. Mm -hmm. Sawa, sawasawa mm. So ile kitu personal alisema anaweza akapata penye anaweza kuingia kwa sababu kuna CCTV kila mahali. mm -hmm. Unaona? mm. So akasema kwa bafu ndo anaonanga mzee ameanika nini zake hapo. mm. Boxer. Eh. Boxer. Eh. Okay. Huyo ni Magi sasa huyo ni magi my manager sasa. Na nilijua tu. Wow. Uyo nilijua, nilijua. Nilijua. Nilijua nikisema nikisema tu vizuri nikasema hapo. Tu vile mambo yako. Nilikuambia babangu hii si normal. Ni kitu mm. amefanyiwa. Si ndio? Kama ni kweli mmefanyia Mr. Mark kitu. Mimi sijamfanyia kitu. So hizo boxer zilikuwa zinatolewa huko zinaletwa kwa nani? Akikuja si unajua sasa ni dadangu anakuja kama kunitembelea anakuja anawacha kwao. Hapo analeta nyingi ni moja. Nilijua tu. Dava unapeleka wapi sasa? Si akileta, si Sarai yuko Sara anachukua. Mi sijui. Na utaingiliaje maisha yao? Na support mama Judith, wali nilijua tu hiki kitu si normal. Alikuwa anaenda kwa sababu new boxer ikishakuja hmm. after two to three days ananiambia hmm. Anaondoka, anaenda safari, ako na biashara, anaenda hmm. Sawa nando akati alikuwa akiniachia wat anaenda like a month ama two weeks ndo arudi

Sababu mimi ndo nimewalea si mimi ndo nimewalea sisi atukachata lakini ukufanya vizuri. Mameni yakienda, alikuwa anawaambia ameenda wapi? Mambo ya hizo. Umeishi kushinda ukirudia rudia ameenda wapi? Ameenda kazi sawa sawa. Hmm. Sawa. Na akienda kazi mimi najua ameenda kazi gani, si mibora ameacha yani, watoto na Pendo Mark anipende napende huyu napende pia mwenyewe. Mimi sijui ni nini hapo, hujui? na majini dada yako ni nini hapo, kitu mmeketi na mkachora sijui, kwenye Sarah alikuwa anapeleka akia, na mimi sikua najua story. Wewe unajua, you know, you know, ulinipenda nini? si umesema ya kwamba I don't know anything I'm ignorant you know Yes. Uno you know, mutaleta mali munapelekanga mutaenda na mutaleta hizo boxer zote, ju mnajua umekuwa ignorant. Kwa nini? Kwa sababu hata boxer ikipotea you know, magi peke yake ndo kendu anaingianga kwa hiyo room si ndio? ni self yeye ndo ako na kifunguo. Boxer ikipotea kwa nini haulizi? Eh Sabalivakiuliza, ndio huyu sasa. Ikuwe mimi siweza kuchukua, mzee ameshajua boksa zinapotea. Naelewa wewe, nikulize, nakuheshimu, ngoja na kuheshimu sana. Ah, ukienda sarata, ukose panti zako zimekosa, utaenda kuuliza mtoto wako, panti zangu ziko wapi? Nitafuatilia kuna sio mtoto semasema, ni maneja wake. Bona uitikie kupewa boksa zake na magi ya ilikuwa inaletwa? Kwani mimi nilikuwa napewa slikua mimi naona hii story hii. Hawa hmm, wanajua wanajua mali walikuwa wanapeleka. Itabidi tumeita daktari. Tutabidi tumeita daktari alisema kuna kitu, kuna mahali zinapelekwa hmm, na kwa sababu hautaki kusema, akikuja hapa aseme kitakuuma, yeah. Wewe na magi wako kweli, na ulikuwa nazo wewe indresi yako kwa hii video yote ilikuwa ni nini? Shua, huyu ndio mchawi mkubwa huyu huyuatizipoa msichana. Unaelezea nini? Wacha nielezee uyu Nyamaza hata wewe. Utaniua ama nikuue wewe? Hapana, at this point nimeanza kukuogopa. Unaniogopa ni nikakwambia nimeanza kukuogopa. Ni labda hata mimi na mjena tu tunampenda. Kuna vitu umetufanyia juu at this point. Umeichukua panty yangu yetu ukapeleka mali. Anauliza umeichukua panty yangu na jeno kapeleka. Nauliza tu. Mimi sijui niko na mengi nauliza tu. Wacha nikuambie hata nywele tu kidogo hivi ngoa ili uanguke hapa utaifanyia maneno. Na nini shida? Nimekuogopa wewe. Hapana, hata hii mapenzi hapana. Shuali hebu ma swa, kwanza hukunifanyia kitu, najenda ukufanyia kitu. Hakuna kitu nimekufanyia, hakuna ulipelekea. Nimekuambia tu kweli, nilijua vizuri sana hii kitu, haikuwa normal hata, alikuwa anaenda one week ama two weeks Anaenda akirudi, Uri, di, hiyo njia, di, is a changed person. Na ukweli mm. na, na, na, a na, takataka zote mm. ni mm. sasa. Kila kitu sasa vitu zikipita zinapita kwa njia yake zikienda mahali zinaenda Wabi. Anajua Aya. Sasa unajua hiyo story yote okay. Venye imetokea hivyo usiki, ni vizuri, daktari alituambia Tch, mimi naona hivi tu. Na hata sitaki, sitaki kukutana na kukutana sitaki kukutana na huyo jeni Mimis. Ile kitu wacha tukutane tu hapa na daktari akiwa Mm. Pamoja hapa na Magi wote eh, tukutane hapa na huyo maneja wangu Magi, mm, akiwamo huyu mm, atuambie si ndio amelipua mambo ya boxer mm, ambayo mimi sijui, ambayo daktari alikuwa ameniguzia tu mm, kumbe anajua zaidi. Wakiwa na Magi wanajua zaidi, mimi yangu ilikuwa chakula iletwe, watoto wakue ni Sio mimi. Uh -huh. Sio mimi. Uh -huh. Na usinitie daktari tafadhali, mzee atakuja, atakuja. Mama alikuwa unajua, mimi kwangu nafikiria ni venye mlikuwa amependa mzee. Mimi nilifikiria ni sister yako yes. Yes. Yes, na si ulikuwa ni, najua anafanya hizo video. Si unajua mba, wakati mama Jen alinielezea, mm. venye amemiss bwanake na nini na nini mm. anataka kumfeel karibu mm. ndio maana tukaona kitu yenye iko karibu na yeye, mm. ah, ah, ina mfeel skin yake apate, ndio naye afeel ako karibu na mzee wake. Sawa sawa, sawa sawa. Uongo ya maana hiyo, njia ya uovu wote. Uh, ndio hii yeah njia njia wonga, na eh, ay, mimi pangu hivo ndo nilifikiria, ndio mapenzi acha uongo hapo, ndio mapenzi ilikuwa imemfikisha. Ananiambia mm, anataka kutembea nayo kwa safari, ndio asikuwe na shida ingine yoyote, asitamani mwanaume mwingine, asitake mwanaume mwingine Unaona? Mwanamke mwingine, mwingine mwanaume mwingine, na mwanamke mwenyewe ni malaya, malaya. Hapana, sio okay, umalaya yake umalaya yake umalaya yake, sijui. Uh, sijui. We, sijui umalaya yake. Labda wewe we unaijua. But mimi nilikuwa ananiambia anataka kumfeel karibu. Acha nikwambie. So mimi sikuwa na issue, naishu, hata nikipeana mimi sikuwa najua kuna kitu inafanywa. So wewe alikwambia alituma lonely woman kukuongelesha vibaya juu ya heshima ya, lakini jibu swali, ungeitisha box ya babae ulale nayo? Mimi sio mama yako. Na na actually ukini point ukifanya hivi unafanya makosa sana. Kuchinga. Nimekwambia mimi naweza wako. At this point yes mamangu amefanya makosa lakini unakulana, unakulana, lakini lakini mama Jendo alipanga hii kitu yote unasikia? Mamangu alikuwa alikuwa na makosa. Mama alikuwa anapeleka. Alikuwa anapeleka. mamako? blame. By the way mbona mamangu tu anablemiwa?

ni shetani gani mimi niliangukia ama ni kuangukiwa ama hii ni kuangukia ama ni mambo gani? Hata nimeshangaa. So Sari ndio deal yote alikuwa anafanya, yaani hiyo deal ni watu watatu, huyo mama Judy, mama Judy. haya huyo Magimbo ni sasa, hizi ni sister yake the manager na nani mamangu? Sasa sara hiyo hmm. ni kitu ya watu watatu. so acha kusema ona, so acha kusema, acha alikuwa analetwa, unaona, so acha kusema, acha alikuwa analetwa boxer, sijui anapeleka juu, ameniambia nani, mimi ni mimi, sijui hata boxer anatubeba uongo, hata unaweza chukua uongo kama huyo atike maheli

Alafu hizo vitu mkimtoa uko shua atakubali ata mimba. Uko shua atakumbuka. Hapana. Uko shua acha kusema mzee. Uko shua atakumbuka alikuwa anatupenda. Uko shua atakumbuka sisi ni nani, atanikumbuka. Uko shua atakumbuka. Ati niko hai. Niko hai. Ah, Bwana Mark usinitie daktari tafadhali. Yo ndo unaweza so, sema eh, niko hai. Daktari. Si, Mr. Mark amesema. Usinitie daktari tafadhali. Mr. Mark anaitwa. Mr. Mark na Jenny wamesema. Eh, daktari ndiye alifanya tukajua story ya boxer. Ndiye, si ndio, amefanya tukajua. Na tunataka kuja afafanue sasa kila kitu yenye hatujui aekelee hapa. Kweli yangu. Kweli yangu. Kweli yangu nisha sema. At this point mimi wacha, mimi kwenye wacha kwenye, aitwe aseme hata kama mimi vile saa hii nafuatilia hii mpaka e, nikafanya nikuwe na mimba labda hata mimi nilifanywa vitu juu sielewi, au usiruke nywele zetu labda hata zilikatwa tukua tumelala ukapeleka so. kwenye mnapeleka wachawi Saudi Arabia. Nimesikia kwa Tanzania mlipiga namseman z Wende, umwambie atupe ziko na Magi, mbona Magi haja kupesa Magi hazi kubali kuzipea kwa nini? Kwa sababu wakati tulipeleka hawa wasichana huko mm. kuna deal tulikuwa tumemake na e. yeye yeah. atuandikie wasichana kazi kuna mm. kitu tulikuwa tunafaa kumpatia ile mshahara ya kwanza ya hawa mm. achukue mm -hmm. Atujawai. So ni kutuuza, mlikuwa mmetuuza. Atujawai, so ni kutuuza, mmetuuza. Magi ndio ako na

Anajua sindio? anajua wacha, wacha kunyamaza, anajua kwa hivyo wananigandamiza from inside, yani kitu inakukula kutoka, kikulacho ile wanasema Waswahili, kikulacho kingoni mwako ndio hizi, na kina Magi, wacha hiyo Magi aitwe hapa na daktari, wacha, daktari, wacha, daktari wacha. Eh, jua, this rate wacha. hatuwezi mwamini, sasa uwa, kuna kitu wacha. Wacha, tunakuamini daktari wacha, daktari we, wewe Yeah. That belongs to me. vitu zenye ninafanya na mikono yangu, nyinyi mnapata tu kwa hewa, mnakula bado. Wee umesema mali upewe, ama umesikia sa venye stori ilikuwa

Nani ya kona na huyo? Ni, ni Magi. Namba, ni Magi. Nita namba. Yes. Na daktari, yes, na ya Magi. Nitamtafuta sawa na daktari waletwe hapa, ni nyoka inalalia mpox hapa. Wacha daktari aitwe aseme ukweli, ataletwa hapa kama unasema ukweli, utaumia tena ko, lakini kama ni uongo Utaumia tena nikikuangalia, fanya hivo, usinitie daktari round hii no. Anda hata mimi najiuliza, najiuliza mimi na jen tunawezaje kufia baba na kaa hivi shwali? Hatuwezi kufia jenzi wetu, tunaendea baba na tunaitikia kumdate sisi wawili, naambia ama nioe, ati tu mimi nimuoe sasa. Kwa nini wewe huko tutengene Madawa ni kuoe. Mbona uku sema hiyo madawa ni kuoe wewe? Mbona ukasumbuzwa? Hao walikuwa afuta mali daktari na magi. Eh, daktari daktari na magi waletwe hapa. Nitampigia simu, so daktari. So kwanza hapo ni vizuri mzae enye pesa daktari. Decision doesn't matter at this point. Usiniambie ukweli. Usiniambie ukweli. Kama ni kweli tutajua. Thank you for the information. Wewe mwenye makosa ndio anaitiwa, si tunataka kujua ulinzi zingine. Utaumia sana

Nakataa nakata, Labda amejifuta kazi. Na akijifuta kazi, na kazi labda mtafuta, atoroke, sijui ajifiche wapi? Now that mimi najulikana ulimwenguni kote. mm. Atajificha yeah. Wapi mahali sijui, mm. Magi will be here to face the necessary charges involving fraud na in hiyo vitu kora mwingi wanafanya huko. mm. Hey. He will be there. I'm telling you So, check. Umesikia story venye mamako walikuwa wanafanya. So, usikuwe na stress mob kwanza. Tutajua kila kitu. Mi mamake sikuwe ifanya kitu kama. Sikuwe na stress mob mtu, labda amenifunga akili hapa. Ndio maana akiniambia enda lala na huyu naenda tu fanya hivi na umze, naenda tu. Unasikia hiyo statement vizuri dogo? Hiyo mimba hiyo naishuku tunasikia mama anasema nini? Apai. Enda lala na huyo. mm -hmm. Ni talea na tutapima mtoto tupate si wangu, tutapima mtoto, mtoto dogo niwako, na kuhakikishia tutapata si wangu. Tutapima tutakitaka, atakuja atuambie kila kitu, si ndio? Sawa. Tuta